Bwana awe nani wa kuinyosha mikono yetu juu yenu na kwa maombezi ya Bikira Maria mama wa Mungu na kwa maombezi ya Mtakatifu Yosefu mme wake huyo Bikira na kwa maombezi ya Watakatifu Petro na Paulo mitume na kwa maombezi ya Watakatifu Teresia na Josefina wasimamizi wa parokia zetu na ya Watakatifu Festo na Lazalo somo wetu na ya watakatifu somo wenu na ya watakatifu wote wa Mungu na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.